Bilionia amkuta mlinzi aliyemwokoa akiomba ombeni mvuani, alichofanya kitakuvunja moyo. Mvua ilinyesha bila kukoma juu ya daraja la Oshodi, ikinawa mitaa kwa mito ya matope na kupiga kwa nguvu juu ya mapaa ya magari. Bentley nyeusi ya Andrew Emeka ilienda polepole katika msongamano wa magari, mwili wake uliong'a chini ya taa za barabarani. Alikaa kwenye kiti cha nyuma akisoma barua pepe kwenye simu yake wakati macho yake ghafla yakaona umbo pembeni mwa barabara. Aliganda hapo, amelowa toka kichwa hadi miguu. Kulikuwa na mzi mmoja amepiga magoti katika mvua. Shati lake lililochanika lilining'inia mwili wake mwembamba. Ndevu zake zilikuwa zimekuwa na kusokotana. Mikono yake iliinuliwa juu kwa kukata tamaa. Midomo yake ilitetemeka akiwaomba wapita njia kumpa chakula. Chakula tu ili aishi siku hiyo. Kama hadithi hii imegusa moyo wako, tafadhali kisha comment, share na subscribe kwa channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Endelea kusoma wone jinsi bilionea huyu alivyomrudisha utu wake kwa mlinzi aliyemwokoa. Kifua cha Andrew kililema, mkono wake ulioshika ngozi ya gari uliganda, wakati moyo wake ukadonda kwa nguvu. Uso huo, aliufahamu uso huo. Kumbukumbu kumbu zilimpiga kama radi. Alikuwa na umri wa miaka kumi tena, akijiingiza kwenye bwawa la kuogelea shuleni baada ya masomo, akitamani kushibitisha kwamba angeweza kuogelea kama wanariadha aliyowapenda kwenye televisheni. Alikuwa ameruka ndani ya sehemu ya kina akiwa na sare yake ya shule, akitabasamu kwa muda mfupi hadi woga ukamkamata. Maji yaliingia kwenye mapafu yake mikono yake midogo ikipepetuka bila msaada, alikuwa anazama, giza likimzunguka, hadi mikono imara ikamtoa nje. Sauti ya mwanamume ikipiga kelele, ka pamoja nami, kijana! Alikuwa yeye, mlinzi Bwana Williams. Kuu la Andrew likakauka aliposema kwa mshangao, hapana, haiwezekani. Alinama mbele, macho ya kimsimama juu ya mwanaume aliyepiga magoti katika dhoruba. Bentley ilipunguza mwendo. Dereva alitazama nyuma kwa wasiwasi, akihisi ukimya wa ghafla ndani ya gari. Bwana, kila kitu ni sawa? Andrew hakujibu, midomo yake ikitetemeka, akili yake ikiwa na wasiwasi. Inaweza je hii, mtu aliyeokoa maisha yake, mtu aliyemtoa kutoka kifoni, sasa ni mombaji katika mvua? Alinyusha mkono kuelekea kwenye mpini wa mlango, moyo wake ukidunda Dereva alijaribu kupinga, bwana, huwezi kushuka hapa mvua. Lakini Andrew alifungua mlango tu. Maji baridi yalimnyunyizia viatu vyake vya Kitaliano aliposhuka katika dhoruba. Kila hatua kuelekea Williams ilihisi kuwa nzito zaidi, pumzi yake ikawa mikali zaidi. Alishika mwavuli akimlinda mzee dhaifu ambaye bado hakuwa amemtambua. Bwana Williams, sauti ya Andrew ilitetemeka. Mzee aliinua uso wake polepole pole. Macho yake yalikuwa dhaifu, mekundu na yaliyochoka, lakini yalipokutana na yale ya Andrew, utambuzi uliangaza. Machozi yalitiririka mara moja. Midomo yake ilifunguka. Sauti yake, Andrew. Sauti ya jina lake karibu ilimvunja Andrew. Macho yake yalijaa machozi. Ndiyo, ni mimi, ni Andrew. Unakumbuka? uliniokoa kwenye bwawa la shule kama si wewe, nisingekuwa hapa leo. Bwana Williams alitoa pumzi yenye kutetemeka, mabega yake yakishuka chini ya uzito wa miaka ya mateso, na nakumbuka, ningelifanya tena mara elfu. Moyo wa Andrew ulivunjika alipoangalia mtu ambaye mara moja alimpa maisha, sasa amevunjwa na maisha yenyewe. Alipiga magoti, hakujali matope, akijifunisha suti yake ya bei ghali. Alishika mikono ya Williams inayotetemeka sauti yake ikikatika kwa kukata tamaa. nini kilitokea kwako, bwana Williams? jinsi gani ilifika hapa? midomo ya mzee ilitetemeka, mvua ikichanganyika na machozi usoni mwake. Sauti yake ilikuwa dhaifu, karibu kumezwa na dhoruba. maisha yalitokea kwa njia mbaya, Andrew. moto ulichukua nyumba yangu, mke wangu na binti zangu wawili waliondoka usiku mmoja walinitaja kuwa mlaaniwa, wakasema ni mtu mbaya. Wazazi walilalamika, shule ilinifukuza. Niliomba kazi, lakini hakuna aliyenitaka. Mmoja baada ya mwingine nilikosa kila kitu, hadi nilichobakia ni mitaa. Alivunjika, akikamata mikono ya Andrew kwa nguvu zaidi, akilia katika mvua. Andrew, mimi si mtu mbaya napa, nisingeweza kukuokoa kama ningekuwa mtu mbaya. Andrew hakuweza kupumua, kifua chake kiliyumwa alimvuta Williams mikononi mwake, mvua ikiwa nyunizia wote wawili. Akili yake ilipiga kelele kwamba hii haikuwa jinsi mtu kama Williams anapaswa kumalizika, simtu aliyemwokoa, simtu aliyempa nafasi ya pili ya maisha. Kupitia mvua kubwa, Andrew alipiga kelele kwa dereva wake, fungu wa mlango wa gari sasa. Dereva alisita akishtuka, kuona bosi wake bilionia amepiga magoti katika mvua akimkumbatia mwombaji, lakini toni ya Andrew haikuacha nafasi ya maswali. Kwa nguvu zake zote, Andrew alimwinua Williams mikononi mwake. Mzee alishika pumzi, akishtuka kwamba kijana aliyemwokoa mara moja sasa alikuwa akimbeba kama mwana, akimbeba baba. Mvua na matope yalichafua suti ya bei ghali ya Andrew, lakini hakujali. Alipomweka Williams kwa upole ndani ya Bentley, Andrew alimnong'oneza Uliniokwa mara moja, sasa ni zamu yangu. Mlango ulifungwa, gari liliondoka kutoka daraja la Oshodi na nalo dhoruba kubwa zaidi kuliko mvua ilikuwa imeanza tu, moja ambayo ingebadilisha maisha yao wote wawili milele. Safari kwenda kituo cha matibabu cha Lagos ilikuwa kimya, isipokuwa mvua kubwa inayopiga madirisha. Ndani ya Bentley, Andrew alikaa nyuma karibu na Williams ambaye aliegemea kidogo kwenye kiti, akitetemeka. Andrew alikuwa amezungusha jaketi lake la suti juu ya mabega dhaifu ya mzee, ingawa baridi bado ilimtetemeka. Akili ya Andrew ilikuwa inapiga mbio. Inawezaje hii? Jinsi gani mtu aliyeniokoa anaweza kuachwa aombe mitaani? Wazo hilo lilimrarua kama makucha. Alinyusha mkono na kushika mkono wa Williams kwa imara. Hakujali kwamba ulikuwa mhafu na ukitetemeka. Kaa pamoja nami, bwana, Andrew alimnongoneza, sauti yake ikimwaga, haupo peke yako tena, si wakatini naishi. Williams aligewa kichwa chake polepole pole, macho yake yalikuwa yaliyochoka, lakini tabasamu jepesi lilipita kwenye midomo yake. Wewewe umekuwa kuwa mtu mzuri Andrew, baba yako angekuwa na furaha kwa kutajwa kwa baba yake aliyefariki Jonathan Emma kula Andrew likalema, aliangua kichwa kimya, akishika mkono wa Williams kwa nguvu zaidi. Muda mfupi baadaye, Bentley ilisimama kwa ghafla kwenye mlango wa hospitali. Andrew hakungoja wauguzi wa uguzi. Aliruka nje, akafungua mlango wa gari na kumwinua Williams mikononi mwake tena Wafanya kazi wa hospitali walishika pumzi walipuna mkurugenzi mkuu bilionea amelowa na mvua na matope akibeba kitu kilichoonekana kama muombaji wa mitaani. Mtu huyu ni baba yangu. Andrew alipiga kelele akipita kwa nguvu kwenye ukumbi. Mpoke, mtibu, chochote anachohitaji, anapate. Madaktari na wauguzi waliharakisha mbele, wakishtuka lakini wakiguswa na maneno ya Andrew. Williams aliondolewa haraka kwenda kwa huduma ya dharura. Andrew alibaki kwenye chumba cha kusubiri akitembea kwa nguvu, ngumi zake zilikuwa zimekaza, viatu vyake vya bei ghali vikiacha alama za matope kwenye sakafu. Kwa masaa alisubiri, kila mlio wa saa ulimvuta moyo wake kwa nguvu zaidi. Hatimaye, daktari aliyevaa koti jeupe alimkaribia. Bwana, yeye ni imara sasa dhaifu kutokana na ukosefu wa lishe na kukabiliwa, lakini atapona. Ulimuokoa kwa wakati. Andrew alitoa pumzi kwa nguvu, faraja ikimwagika. Macho yake yalijaa machozi, alikataa kuyacha yanguke hadharani. Aliangwa kichwa. Asante mifadhi hapa hadi apate nguvu tena, fedha si tatizo. Siku tatu baadaye, Williams alitoka nje ya chumba chake cha hospitali akiwa amevaa nguo mpya Andrew alikuwa amemnunulia kaftani safi, viatu laini. Ndevu zilikatwa na nywele zake zilikatwa fupi. Alionekana kama mtu mwingine. Hatua zake zilikuwa polepole, lakini macho yake yalikuwa na mwanga ambao haukuwepo hapo awali. Alipomuona Andrew akisubiri kwenye ukumbi, Williams alisimama akighafilikiwa. Andrew, sauti yake ilikatika. Kwa nini unafanya hivi vyote kwa ajili yangu? Mimi si mtu. Andrew alisimama moyo wake imara, macho yake yasiyo yumba. Wewe si hakuna mtu. Wewe ndio sababu niko hai leo. Kama si wewe nisingekuwa hapa, nisingekuwa mwanamume, nisingekuwa mkurugenzi mkuu, ningekuwa nimekufa kama kijana mpumbavu aliyefikiri angeweza kuogelea. Ulinipatia maisha na sasa ninakupa yangu. Kuanzia leo wewe ni baba yangu. Magoti ya Williams yalipiga machozi yakimwagika usoni mwake. Alijaribu kupiga magoti kwa shukrani, lakini Andrew aliharakisha mbele akimwinua. Hapana, Andrew alisema kwa nguvu, husipigi magoti kwangu, mimi napiga magoti kwako. Na kwa mshangao wa kila mtu, bilionea alipiga magoti mbele ya Williams akikamata mkono wake kwa vidole vinavyotetemeka. Uliniokoa baba, na sitakuacha uteseke tena kamwe. Ndani ya siku Andrew alihamisha Williams kwenda jumba lake la kifahari huko Ikoyi. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi Williams alilala kwenye kitanda kizuri, alikula vyakula vya moto na alitembea bila aibu. Wafanyakazi walimwita bwana, alivikwa nguo nzuri za agbada, na uwepo wake ulijaza nyumba kwa hadhi ya kimya. Lakini Andrew hakumpa faraja tu, alimpa familia. Kwenye meza ya chakula Andrew angeketi karibu na Williams, akicheka na kula pamoja naye. Wageni walipomuuliza mzee alikuwa nani, Andrew angejibu kwa kiburi, huyu ni baba yangu. Lakini nyuma ya tabasamu la Williams, kulikuwa na kivuli cha huzuni. Usiku, wakati jumba lilikuwa kimya, Andrew mara nyingi angamkuta ameketi peke yake kwenye baraza, akitazama nyota. Je, unawakosa? Andrew aliuliza kwa upole jioni moja, akiweka mkono kwenye bega lake. Macho ya Williams yaling'aa. Kila siku, mke wangu, binti zangu wawili, walikuwa ulimwengu wangu wote. Wakati moto uliwachukua, ulinichukua mimi pia. Ndiyo sababu nikaishia pale ulinipata. Alisita, akimeza kwa nguvu. Lakini kuwa nawe ukiniita baba kunanifahamisha kwamba Mungu amenipa mwana tena. Kuo la Andrew likalemaa alimvuta mzii katika kumbatio na hutanipoteza kamwe, nina kwa ahidi ya hilo. Wiki zikageuka miezi, polepole afya ya Williams iliimarika na alianza kumkejeli Andrew kama baba angefanya. Wewe ni tajiri sana kuwa mkarimu, angesema kwa tabasamu la kucheza. Lini nitashika mtoto wako mikononi hi kabla sijaondoka ulimwenguni huu? Andrew angecheka na kutikisa kichwa, lakini ndani maneno ya Williams yalipiga kamba. Alikuwa na kila kitu, utajiri, nguvu, hadhi, lakini hakuwa na familia yake mwenyewe. Kisha jioni moja, kama ilivyokuwa na bahati, Andrew alihudhuria mkutano wa teknolojia huko Lagos. Hapo alikutana na Amanda, mwanamke kijana mwenye akili na mwenye moto machoni na moyo wenye shauku kama wake. Uhusiano wao ulikuwa wa mara moja. Ndani ya wiki chakula cha jioni kilizidi kutwa na kutwa kuzidi upendo. Alipomleta Amanda nyumbani, Williams alimkaribisha kwa furaha ya kimbaba. Alimvuta Andrew kandona akamnong'oneza, huyu ndiye, usimwache aende. Andrew alitabasamu, sikuwa napanga. Miezi baadaye jumba liling'aa kwa arusi ya Andrew. Wageni walijaza ukumbi mkuu, muziki ulijaza hewa na Amanda alipotembea chini ya njia akiwa na gauni lake jeupe, ilikuwa Williams, si baba wa Andrew aliyefariki, aliyeweka mkono wake katika mkono wa Andrew. Machozi yalitiririka usoni mwamzi aliponong'ona, matunze mwanangu. Lakini hata sherehe zilipoendelea, moyo wa Williams ulichukua sala ya kimya, niishi muda mrefu wa kutosha kuona watoto wa Andrew mara moja tu. Usiku uliisha kwa furaha lakini hatima haikuwa imemaliza na Williams, kwa sababu hivi karibuni kicheko cha watoto kingeyuma katika jumba, na nalo maisha ya mlinzi mzee yangebebadilika kwa njia ambayo hakuweza kuzifikiri. Miaka miwili ilikuwa imepita tangu arusi ya Andrew na Amanda, na upendo wao ulikuwa umekuwa zaidi kila siku iliyopita. Jumba huko iko halikuwa ni nyumba ya utajiri na nguvu tu, lilijaa na joto, kicheko na hekima ya kimya ya Williams ambaye alikuwa kweli amekuwa baba kwa Andrew na Amanda. Kisha asubuhi moja ya jua ya Lagos, Amanda alimwita Andrew kwa machozi ya furaha yakitiririka usoni mwake, Andrew, ni mapacha tunaza mapacha. Kwa muda Andrew hakuweza kupumua, habari ilimpiga kama wimbi la jua likivunja mawingu. Alimvuta Amanda mikononi mwake, akimwinua kutoka ardhini, akimzungusha kwa furaha tupu. Williams, aliyesikia habari kutoka njiani, alihara kisha ndani akiwa na fimbo yake ya kutembea, uso wake ukiwa na mshangao. Mapacha! Williams alishika pumzi, akishika kifua chake, machozi yakitiririka usoni mwake. Mungu amejibu maombi yangu kweli. Aliangusha fimbo yake na kumkumbatia Amanda kwa upole, kisha akamvuta Andrew karibu. Mwanangu, binti yangu, hiyo ni baraka niliyoyomba mbinguni, menipa sababu ya kuishi tena. Miezi baadaye jumba lilibadilishwa kuwa uwanja wa sherehe wakati Amanda alizaa matoto wa kiume na msichana, waliwataja Jerry na Jessica. Williams alikuwa wa kwanza kuwashika baada ya Amanda. Mikono ya kemzi ilitetemeka alipowabeba watoto wote wawili, akitazama nyuso zao ndogo. Jerry na Jessica alimnongoneza sauti yake ikitetemeka kwa hisia, hamjui bado lakini baba yenu anawapenda zaidi ya maisha yenyewe. Kuanzia siku hiyo Williams na mapacha hawakutenganishwa. Kila asubuhi Jerry na Jessica wangekimbilia chumbani mwake kumwamsha. Aliwaeleza hadithi za kijadi kuhusu kobe na sungura wa janja, kuhusu hekima na wema, kuhusu makosa na ukombozi. Mapacha wangekaa kwa macho mapana, wakicheka kwa utani wake wakipiga makofi kwa miongelezo ya kuchekesha na kupumzisha vichwa vyao kwenye kifua chake usingizi ulipoanza kuita. Wafanyakazi wa jumba walipenda kuona mlinzi mzee aliyekuwa mwombaji chini ya daraja la Oshodi sasa anaishi kama babu kwa warithi wa moja ya empires kubwa za teknolojia za Nigeria. Lakini chini ya kicheko Williams alibeba hofu ya kimya. Usiku, wakati nyumba ilikuwa kimya, angeketi karibu na dirisha na mapacha wamelala mikononi mwake na kujimnong'oneza. Ni muda gani ninaobaki? Je, nitaishi muda wa kutosha kuwaona wakikua? Jioni moja, Amanda alimkuta akifuta machozi usoni mwake. Alitembea kwa upole na kuweka mkono wake kwenye bega lake. Baba, kwa nini unalia? Williams alitikisa kichwa kwa tabasamu dhaifu. Machozi haya si ya huzuni, binti yangu, ni ya shukrani. Mimi nilikuwa mtu ambaye ulimwengu ulimtupa, lakini sasa ninashika kesho mikononi mwangu. Alimbusu Jessica kichwani na kumbunga Jerry kwa upole. Lakini naomba Mungu anipe muda zaidi, nataka kuwaona wakikimbia, kuongea na kuniita baba, hadi pumzi yangu ya mwisho. Macho ya Amanda yaling'aa. Alipopiga magoti karibu naye, utafanya baba? Utafanya. Hawendi mahali popote hivi karibuni. Miaka ilienda mbele. Jerry na Jessica walikuwa haraka, kicheko chao kikijaza kila pembe ya jumba. Walimpenda Baba Williams zaidi ya chochote. Wikendi walimburuta nje kukaa chini ya mti wa mwembe, ambapo angewafundisha nyimbo za ujana wake. Amanda na Andrew walipokuwa wameishiwa na kazi, ilikuwa Baba ambaye aliwalisha alicheza nao na kuwalaza kitandani kwa sala zilizolombwa juu ya vichwa vyao vidogo. Lakini asubuhi moja, kila kitu kilimgeuka. Jerry na Jessica waliharakisha chini ya ukumbi kwenda chumbani mwa baba kama walivyokuwa wakifanya kila siku. Walipiga mlango wake na kupiga kelele, baba, amka, tuambie hadithi. Lakini hakuna jibu. Walisukuma mlango kufunguka wakicheka, wakitarajia kumkuta akifanya kuwa amelala badala yake walimwona amelala kimya kwenye kitanda chake. Uso wake ulikuwa wa amani, macho yake yamefungwa. Baba, Jerry alimnongoneza akimtikisa mkono, amka. Jessica alimvuta blanketi, midomo yake ikitetemeka, baba tafadhali. Aliposhindwa kusogea, tabasamu la mapacha lilipotea, machozi yalijaa machoni yao walipokimbia chini ya ukumbi wakilia kwa sauti. baba Mama baba hamki. Andrew na Amanda waliruka kutoka chumbani mwao, hofu machoni yao. Waliharakisha kwenda chumbani mwa Williams, mioyo yao ikidunda. Andrew alifika kwenye kitanda cha kwanza, akikamata mabega ya Williams na kumtikisa, baba baba, amka tafadhali. Lakini Williams hakugeuka. Mwili wake ulikuwa wa joto, uso wake ulikuwa wa utulivu, lakini roho yake iliondoka kimya usiku Amanda alifunika mdomo wake machozi yakimwagika usoni mwake. Mapacha waling'angania miguu yake wakilia. Andrew alipiga magoti karibu na kitanda, akilia wazi, mikono yake ikikamata shuka. Mtu aliyemwokoa maisha yake, mtu aliyekuwa baba yake, mtu aliyempa familia, alikuwa ameondoka. Na jua la asubuhi lilipowaka ndani ya chumba, Andrew alitambua kwamba maisha yalikuwa yamempa nafasi ya kulipa wema lakini hata nafasi hiyo ilikuwa na mwisho. Siku iliyofuata malango ya jumba yalifunguliwa wazi, watu walipokuja kulipa heshima. Chini ya kivuli kizuri cha mti, Williams alizikwa. Jerry na Jessica walishika mikono ya wazazi wao kwa nguvu, wakilia walipomwona mtu waliyempenda akishushwa ardhini. Sauti ya Andrew ilikatika alipozungumza karibu na kaburi. ingawa tumevunjwa na huzuni leo Ninashukuru kwamba baba aliishi miaka yake ya mwisho kwa heshima na upendo. Aliniokoa kama kijana na nilibarikiwa kumwokoa kama mwanamume. Alikufa si kama mwombaji katika mvua bali kama baba, babu na mtu mwenye heshima. Maneno yake yalipitia umati, na wengi walilia wazi. Kwa Williams, mlinzi, aliyechukiwa na kuachwa, hatimaye alikumbukwa si kwa ajili ya majanga yaliyompiga maisha yake bali kwa ajili ya wema ulioyafafanua. Lakini Andrew alipokuwa amesimama karibu na kaburi, machozi yakitiririka usoni mwake, hakutambua kwamba Williams alikuwa ameacha zaidi ya kumbukumbu kumbu. kulikuwa na kitu kingine, kitu kilichofichwa, ambacho hivi karibuni kingemtikisa ulimwengu wa Andrew tena. Jumba lilihisi kuwa tupu zaidi baada ya mazishi ya Williams. Kicheko chake, hadithi zake hata sauti ya fimbo yake ya kutembea. Vyote vimeondoka. Andrew alitembea ndani ya chumba cha baba jioni moja, akivutwa na haja ambayo hakuweza kuelezea. Hewa bado ilikuwa na harufu yake na kitanda kilisalia bila kuguswa. Andrew aliposimama kuondoka, aliiona kitu cha ajabu. Ubao wa sakafu karibu na mguu wa kitanda ulikuwa umeinuliwa kidogo alipiga magoti akaonyusha na ukahamia chini. Kulikuwa na bahasha iliyopakwa manjano kwa umri, jina lake lililoandikwa juu yake, kwa Andrew. Moyo wake ulidunda alipoirarua. Andrew wangu mpendwa, barua ilianza. Ikiwa unasoma hii, basi nimeondoka kukutana na mke wangu na binti zangu, lakini siwezi kuondoka bila kukuambia kitu. Hukuwa mtoto wa pekee niliyemwokoa kwenye bwawa siku hiyo. Kijana mwingine karibu akazama baada yako, na nilimtoa nje pia. Familia yake hawanisamehe kamwe, walinituhumu kuwaleta nini wawili, na hasira yao iliharibu maisha yangu. Wao ndio sababu nilipoteza kazi yangu, sababu watu walinihofu. Kijana huyo bado anaweza kuwa hai. Ikiwa bahati inaruhusu, mlinde kama nilivyokuwalinda wewe mikono ya Andrew ilitetemeka. Alimnong'oneza, kijana mwingine? Baba alichukua siri hii miaka yote. Amanda aliingia akishika tray ya chai. Aliganda alipuna barua mikononi yake inayotetemeka. Baada ya kuisoma macho yake yalifunguka. Kwa hiyo, baba aliteseka kwa sababu ya familia ya mtoto huyu mwingine. Taya la Andrew liliganda. waliharibu jina lake, Amanda walimwacha afe kama mwombaji. Siwezi kuyacha imalizike hapa, ni lazima nimpate kijana huyu. Lakini Andrew, Amanda alisema kwa upole, ikiwa bado anaamini baba alikuwa amalaaniwa, ikiwa atakataa kusikiliza, basi nitamwonyesha ukweli. Andrew alijibu, sauti yake imara, nadaiwa baba hilo. Asubuhi iliyofuata Andrew alianza kutafuta rekodi za zamani za shule akipiga simu wanafunzi wa darasa, hata akifuatilia walimu waliostaafu. Wengi walisahau, lakini kisha mmoja alikumbuka kwa uwazi. Ndio, alisema mkozo wa michezo aliyestaafu, kulikuwa na wavulana wawili ambao karibu wakazama siku hiyo, wewe na mwingine David Okoro. Wazazi wake walimlaumu mlinzi, wakasema alikuwa hatari, walilazimisha shule kumfukuza. Jina lilimpiga Andrew kama umeme. David Okoro, mkozo alisita. Familia yake ilikuwa tajiri wakati mmoja, lakini walipoteza kila kitu. Sijui yuko wapi sasa. Andrew alimaliza simu, akitazama barua tena. Baba alikuwa ameokoa si maisha moja bali mawili siku hiyo. Lakini moja tu alikuwa ameshukuru. Mbali kabisa huko Lagos katika ghorofa la giza, mwanamume alikaa peke yake. Uso wake umeganda kwa uchungu. Kwenye ukuta kumening'inia picha ya familia iliyopasuka. Alijimnong'oneza, mlinzi huyo aliharibu maisha yangu, na sasa amekufa, lakini hasira bado inaishi. Jina lake lilikuwa David Okoro, na bila kujua njia yake ilikuwa karibu kugongana na ya Andrew, kuwasha tena hadithi ambayo bahati ilikuwa imeyacha haijakamilika. Andrew hakuweza kupumzika baada ya kujua jina la David Okoro. Kwa wiki alitafuta Lagos akipiga simu wa wasiliani akiuliza marafiki wa zamani, hata akiajiri wapelelezi wa kibinafsi. Hatimaye jioni moja ya usiku alipata anwani, jengo la ghorofa lililokuwa linaanguka huko Ajegunle. Andrew aliendesha gari yake mwenyewe huko, alipanda ngazi nyembamba, moyo ukidunda, hadi akafikia mlango. Alibisha, mlango ulifunguliwa polepole, ukifunua mwanamume wa miaka arobaini Uso wake umeganda na miaka ya uchungu, macho yake yakaninirika. wewe ni nani? Andrew aliinyusha. jina langu ni Andrew Imika, nafikiri tuna historia ya pamoja. David alikunjamiza uso, sikujui. macho ya Andrew yalikuwa imara. ulikaribia kuzama kwenye bwawa la shule yetu miaka iliyopita, mlinzi Bwana Williams aliokoa sisi wote wawili, wewe na mimi. Uso wa David uliganda, ngumi zake zikakaza. Usiseme jina hilo. Andrew alisogea karibu. kwa nini aliokoa maisha yetu? Sauti ya David ilitetemeka kwa hasira. wazazi wangu waliambia kwamba alituvuta huko. Baada ya siku hiyo, jina letu liliharibiwa, bahati yetu ilipotea. Kila mtu alimnong'ona kwamba tulikuwa tumalaaniwa kwa sababu yake. Familia yangu walimlaumu hadi siku waliokufa. Andrew alitoa barua, sauti yake imara. David, nisikilize, baba hakutumiza kamwe. Alihatarisha maisha yake kutuokoa, alichukua aibu ambayo wazazi wako walimweka, lakini kwa kweli alikuwa mtu mzuri. Niliishi naye hadi alipofariki. Alikuwa baba yangu. David aliganda, midomo yake ilitetemeka, macho yake yakitazama barua ya zamani. Polepole alichukua kutoka mikononi mwa Andrew. Alisoma maneno na mabega yake yakashuka, machozi yaliteleza usoni mwake. Yeye alikumbuka mimi, David alimnong'oneza. Baada ya kila kitu, bado alinifikiri. Andrew aliweka mkono kwenye bega lake. Ndio, na tamaa yake ya mwisho ilikuwa ni kusaidia. David alivunjika, akifunika uso wake kwa mikono. Kwa miaka mingi hasira ilikuwa imemwandaa sumu, lakini sasa ilivunjika kuwa huzuni. Wiki baadaye malango ya jumba la imika yalifunguliwa tena, si kwa ajili ya huzuni, bali kwa ajili ya uponyaji. David alisimama mlangoni akiwa na wasiwasi hadi Jerry na Jessica walipomkimbilia, kicheko chao kikiwa kama mwanga wa jua. Mjomba David, walipiga kelele wakivuta mikono yake. Amanda alimkaribisha kwa joto. Andrew alisimama karibu naye akiwa na kiburi. Baba alitaka tuwe familia na sasa tuko. Macho ya David yalijaa machozi alipotazama pande zote. Kwa mara ya kwanza kwa miongo kadhaa, alihisi nyumba. Usiku huo wakati familia ilikusanyika chini ya mti wa muembe, ambapo Williams mara moja aliambia hadithi zake, Andrew aliinua glasi yake. Baba Williams anaweza kuwa ameondoka, lakini wima wake unaendelea kuishi. Uliniokoa. Ulimuokoa David na utaongoza watoto wetu. Upepo ulipuliza kwa upole kupitia majani, na kwa muda andrew alihisi uwepo wa baba pale nao, akitabasamu akiwa na raha. Mlinzi ambaye mara moja alimuokoa kijana kwenye bwawa alikuwa hata katika kifo amewaokoa wote. Kama umependa hadithi hii, comment, share na subscribe kwa channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia na zenye kufundisha.